Vema, juma hili nilikuwa nikitazama Warumi saba wa nne. Tunajua mstari huo kama daraja, na ningependa kuiweka kwenye skrini, na kwamba wewe rafiki yangu, mbarikiwa wangu na mwanangu, kwamba umeelimika au kwamba huna mwanga, angalia umuhimu wa mstari huo, kwa sababu kama wewe si wa mwingine, hakuna matumaini kwako. Na maanisha ikiwa bado pamoja na Yesu wa Nazareti. Unajua, uliachwa nyuma na habari ya miaka elfu mbili na ukabaki ukiabudu pazia kwamba hutamwona tena, na kisha kungojea kwa sababu ndivyo mfumo unavyofanya kazi. Wanamgoja Yesu wa Nazareti arudi, aliposema mwenyewe hamtaniona tena. Ubarikiwe, utaweza kuona pazia hili tena? Hapo ndipo dini ya uongo imetengenezwa. Kanisa Katoliki linaishi wapi? Pamoja na Yesu wa Nazareti. Kutoka huko wanaunda rozari, picha ya mtoto, picha ya moyo mtakatifu. Hapo ndipo watakatifu hao wote wanatoka ambao si chochote ila watakatifu. Hapo ndipo kanisa la Kiprotestanti linaishi kutoka kwa Yesu wa Nazareti. Na wanataka zaidi, kama wimbo unavyosema, nataka zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, na wanataka zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu hawajisikii kuridhika. Yeye mwenyewe alisema, Yesu wa Nazareti asema mtu akinitazama nitamvunjavunja. Alikuonya huko nyuma katika Mathayo sura ya 21, alikuonya usinikazie macho kwa sababu nitakurarua vipande vipande. Kwa hiyo Warumi saba, nne ni aya ajabu, ufunuo ambayo inazunguka siri nyingi. Ikiwa tayari tunayo kwenye skrini, angalia inasema nini aya hiyo. Ni ya ajabu. Na ni muhimu kwamba wewe ni wa mwingine. Hapa nimeandika kwenye kumbuka kukumbuka. Anasema vivyo hivyo na ninyi ndugu zangu. Umeifia sheria. Kusema kwamba sheria haiwezi kukuhukumu. Tunaitumia kama sheria ya kuwapenda jirani zetu. Kumpenda Bwana wetu kama malengo ya kufikia. Lakini Mmeifia sheria, sheria haiwezi kukuhukumu. Sheria inaweza kukuambia ikiwa hii ndio kesi, hii ndio njia, lakini haiwezi kukuhukumu kama hapo awali, kwa sababu inasema kwamba mwili wa Yesu, anasema mmekufa kwa sheria. Huyo ndiye mpatanishi kwa njia ya mwili wa Kristo, na huu ndio ufunuo, ili mpate kuwa miongoni mwa wengine. Angalia, Wakatoliki hawataki kunitii mimi wala Waprotestanti. Wanasema ni Yesu wa Nazareti, ni Yesu wa Nazareti yule kipofu kutoka Galilaya. Yesu anayepita hapa. Upako wa Yesu. Siyo hivyo, Heri. Inasema hapo. Usiondoe mstari huo kwenye skrini aturito. Tazama. Ili uwe wa mtu mwingine. Ya yule aliyefufuka kutoka kwa wafu. Je, unatambua kwamba yule aliyefufuliwa tayari ni mwingine kwa sababu hajavaa mwili wa Kiyahudi? Yeye si wa Nazareti tena, ametoka mbinguni, amebarikiwa. Kisha unapaswa kufikia mwingine. Ikiwa haufiki kwa mwingine, usivae kwa sababu hauendi kwenye treni ya mabadiliko. Kama rafiki yangu alivyokuwa akisema, aliimba hivi, hii hapa treni inakuja, hii hapa inakuja treni. Huwezi kupanda treni hiyo usipomweka Yesu wa Nazareti kando. Nani mtakuwa wa yule mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu, ili mpate kuzaa matunda. Je, unazaa matunda gani? Kwa papa? Matunda kwa papa? Matunda kwa nani? Kwa kanisa Katoliki? Matunda kwa Wabaptisti, kwa Waprotestanti, kwa madhehebu yenu? Hilo sio wazo, ubarikiwe. Wazo ni kwamba unamzalia Mungu matunda ili mpate kuwa wa yule mwingine wake yeye aliyefufuka katika wafu, hilo ndilo daraja. Ikiwa hauelewi hii sasa, angalia, uko kwenye shida kubwa kweli, uko nyuma kwa miaka elfu mbili. Hatuwezi kukusikiliza bila shaka, kwa sababu wewe ni wazimu, wewe ni mgonjwa wa akili, uko katika hali mbaya, wewe ni mgonjwa. Ulicho nacho ni kasumba ambayo imekufanya mgonjwa, huyo amekuwekea dawa, umerogwa kama Wagalatia watatu wanavyosema, mmoja, nani alikuvutia? Nani alikuroga? Kwa sababu ulicho nacho ni uchawi. Heri mpaka uwe wa mwingine, utamzalia Mungu matunda. Hakuna njia, kwa sababu ndivyo alivyokufa kukutoa kutoka kwa mume mmoja hadi kwa mwingine ambaye alimfufua. Ndiyo maana muktadha wa sura ya saba, nilikusomea mstari wa nne wa sura ya saba. Lakini ukisoma aya tatu hapo juu inasema, mlinganisho uliochukuliwa kutoka kwa ndoa. Nini kinatokea kwa mwanamke mume wake anapokufa? Kwamba unaweza kuolewa tena. Na nini kilitokea kwa kanisa wakati Yesu wa Nazareti alipokufa? Kwamba anapaswa kuolewa na yule mwingine, yule aliyefufuliwa. Huo ndio ufananisho. Hazungumzii ndoa per se, anachokupa ni mfano wa mlinganisho huo, kwamba mume akifa mwanamke yuko huru kuolewa, na hapo hafanyi uzinzi na kisha anasema hivyo pia, ndiyo maana maombi ni ya kiroho. Hivyo ninyi pia mmeifia sheria. Yesu aliwakilisha nini? Sheria alikuja kwa ajili ya nini? kuzingatia sheria, kwa maana tangu alipokufa, alikufa ili kuwafanya ninyi wafu kwa sheria, ili mpate kuwa wa yule mwingine, yeye aliyefufuka katika wafu. Na hutaki kubarikiwa na mwingine, wakati wewe ni wa mwingine? Utamwondoa Yesu wa Nazareti katikati kwa kawaida watakuambia kwamba wewe ni wa jinsia ya mpinga Kristo kwa sababu Yohana Yohana mkaidi mtume mwovu. Watohara kama Petro. Walibishana na Paulo wakisema unawezaje kuwa na yule jamaa mwingine na mwalimu wetu tutafanya nini naye? Tazama mtu huyu anapinga Kristo. Hapo ndipo neno mpinga Kristo linatoka. Mimi simpinga Kristo. Kwa wengine mimi. Lakini jambo ni kwamba sisi ni wa Kristo wa kweli. Mimi ni pro Kristo, simpinga Kristo. Katika huduma yetu sionekani kuwa mpinga Kristo wala sikuoni kama mpinga Kristo. Sisi ni wapinga Kristo kwa jamii ya vipofu, kwa yatima huko nje, kwa watu wa dini, sisi ni wapinga Kristo kwa sababu tunapendelea Yesu wa Nazareti aondolewe kwenye eneo ili awe mwingine yule aliyefufuka kutoka kwa wafu, kwa sababu, kwa sababu unapaswa kumzalia Mungu matunda heri kwa wewe kushiriki katika mabadiliko ili mwili wako ugeuzwe. Huwezi kuendelea na Yesu wa Nazareti kwa sababu, kwa njia hiyo hutabadilishwa. Muda kidogo uliopita, kabla, waambie ulimwengu kwamba mimi ndimi mwanadamu Yesu Kristo. Waliniita yule mwingine. Je, unaikumbuka mwingine majina mengi kama vile mtoto wa kiume, siku moja anakuwa anaolewa na kuwa baba, ana watoto, kisha watoto hao pia wanakuwa wazazi na anakuwa babu, halafu anakuwa babu wa babu na kadhalika. Naam, jambo lile lile limetokea kwangu, nimepitia mabadiliko hayo kutoka kwa mchungaji hadi mtume, kutoka mtume hadi mwingine, kutoka kwa mwingine hadi mwanadamu Yesu Kristo, urefu wa mtu kamili Angalia kile waraka wa kwanza kwa Wakorintho unasema, sura ya tatu mstari wa kumi sura ya tatu aya ya kumi Kwa neema ya Mungu niliyopewa, hivyo ndivyo injili ya neema inavyofanya. Mimi kama mbunifu mtaalama, niliweka msingi ambayo ni Yesu Kristo kwa kawaida msingi. Msingi huo ni Yesu Kristo, si Yesu wa Nazareti. Huyo ndiye mwingine. Mimi kama mbunifu mtaalamu niliweka msingi. Mwingine hujenga juu. Ni mtu anayejenga. Mwingine hujenga na wengine hujenga juu yake. Wengine humsaidia mjenzi. Ndiyo maana inabidi kuwe na mchungaji mmoja tu. Ndiyo maana inabidi kuwe na maoni mmoja tu, ujumbe mmoja. Ndiyo maana mimi ni mchungaji wa kanisa, kanisa lililoko Kuba, kanisa lililoko Nicaragua, kanisa lililoko Argentina, palipo na nuru ya mwingine, mimi ndimi mchungaji wake. Hakuna mwingine anayeweza kuwa mchungaji wako, kwa sababu kuna mchungaji mmoja tu, wengine ni washiriki. Lakini angalia inavyosema hapo, mwingine anajenga juu na angalia hiyo nyingine katika Warumi saba nne anakuambia uwe wa mwingine, na huyo mwingine anayejenga juu ni yule yule mwingine. Kutoka Warumi saba wa nne anazungumza juu ya mtu yule yule mwingine, sema huyo mwingine, kwa sababu huyo mwingine alikuwa anaenda kuonyesha katika nyakati hizi. Kwa kawaida, niliposema mimi ndiye yule mwingine sikujua kwamba mimi ndiye katika Warumi saba wa nne pia kwa sababu alichofanya yule aliyefufuliwa ni kujificha na ule mwili uliotukuzwa, kisha akafanya uhamisho hadi kwa uzao wa Jose Luis de Jesus, na kisha roho, ambayo ni nguvu ambayo anaweza kushikilia nguvu, inayoweza kushikilia vitu vyote ndani yake. Ndiyo maana roho hiyo katika sabini na tatu ilijiunga na mwito wangu kwenye mzizi wa Yesu chipukizi lile lililotoka kwenye mzizi huo, kwa sababu wako katika vifuniko tofauti. Naam, huyo mwingine ni Jose Luis de Jesus na yule mwingine kutoka Warumi saba wanne ni Jose Luis de Jesus. Ni ngumu kiasi gani kukuambia haya, kwa sababu mimi ni yule yule ninayejiambia kwamba mimi ni, lakini sina chaguo lingine, lazima nikuambie ili mpate kuwa wa mwingine wake, aliyewafufua wafu, ili mpate kubeba matunda kwa Mungu. Ubarikiwe ndugu yangu, huu ni ufunuo mkubwa zaidi ambao umewahi kusikia. Hii ni hekima iliyopangwa tangu awali, ule ambao Mungu aliwawekea hao, kwamba alikusudia tangu awali, hekima iliyoamriwa tangu awali kwa walioandikiwa, hekima ambayo haikuweza kuinuka kwa moyo wa mwanadamu, sasa inapanda kwa sababu tuko katika hatua ya mwisho ya mabadiliko. Kanisa la Yesu Kristo ambaye hunisikiliza ulimwenguni kote. Najua tayari umeshavuka hilo daraja. Na sasa umetoka kwa mwingine. Na kama wewe ni wa yule mwingine unamzalia Mungu matunda. Na mwingine ajengaye juu juu ya msingi ule, yaani Yesu Kristo, ni kulipeleka kanisa kwenye utukufu mwingine wa ajabu. Hivyo mfumo wa uasi bado uko pamoja na Yesu wa Nazareti. Usifikiri wao ni wa Kristo. Kuwa wa Yesu wa Nazareti hakukufanyi kuwa Mkristo. Mtazame Yesu Kristo msalabani pia hiyo haikufanyi kuwa Mkristo. Kinachokufanya kuwa Mkristo ni kuelewa utambulisho wako wa kweli, ya kuwa ninyi mlichaguliwa tangu asili, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwamba mmekuwa roho ambayo ilikuwa na mwanzo katika Mungu, si tumboni mwa mama yako, na abarikiwe, uliumbwa kabla ya enzi kwanza, na kwa hivyo ulizaliwa na karama ya imani iliyojengwa ndani ya kuniamini, kuamini msingi ambao mtume Paulo aliweka. Kumbuka kwamba sifundishi chochote tofauti na kile ambacho Paulo anafundisha. Pia sina budi kuwa chini ya mafundisho hayo ya Paulo, kwa sababu nilikuja kujenga juu ya msingi huo ambao Paulo aliwacha. Msingi huo ni vitabu kumi na nne, nyaraka 14 za Paulo. Kwa hiyo nilikuja kujenga juu ya msingi ambao Paulo aliwacha. Kuna agizo hii, si fujo hii. Haikuwa kwa sababu siku moja nilipoamka nilijisikia kusema mimi ni Yesu Kristo. Si hivyo, mbarikiwa. Haya ni matukio ya kinabii ambayo yamechukua maelfu ya miaka katika mawazo ya Mungu, na sasa wanafanya maandamano kwa sababu, angalia nyakati tulizo nazo, nyakati za kinabii, nyakati za mwisho kwa kanisa, na lazima uwe na vifaa vya kutosha na imara katika neno hili. Huu sio wakati wa kuchanganyikiwa, wala kutazama pande zote, kulaumu mtu yeyote. Ni wakati wa wewe kukabiliana nayo na kujua kwamba umekiri neno hili na kwamba wewe ni salama ambaye umemwamini. Ninakutangazia kwa maungamo hayo unayofanya. Sema pamoja nami mimi ni kutoka kwa mwingine. Na ikiwa umesema mimi ni wa mwingine basi faida ya mwingine huja. Ninatangaza kuwa yu mzima wa afya kutoka kichwa hadi vidole. Natangaza kuwa umekamilika. Ninatangaza ustawi kwako. Ninakutangazia kwa maungamo ya wazi, kwa maungamo yenye nguvu, nasema kuna malaika wanaosimamia maisha yako. Kiri neno hili, uliyebarikiwa, kukiri kwamba malaika wanangojea kukiri kwako. Hii ni huduma ya kimalaika yenye kifuniko cha malaika ambacho kinapendelea kanisa hili. Si suala la Jose Luis tu, hapana. Mwili wangu haufai kitu. Angalia, si lazima unione yuniguse ama chochote kile Suala hapa siyo nyama ya Jose Luis, ninachohitaji ni kile kinachotoka kinywani mwa Jose Luis. Lakini Yesu wa Nazareti akasema, mwili wangu haufai kitu. Ukiweka macho kwenye pazia hili, nitawapasua. Na mimi Jose Luis de Jesus Miranda siku hii ya leo na kuambia kwamba ikiwa utaniweka macho yako, hiyo si nzuri. Unapaswa kuweka macho yako kwenye kile ninachofundisha, uliyebarikiwa sio kuniiga kwa kuvaa tai ile ile ninayovaa. Naam, ikiwa unataka kuvaa tai ya rangi sawa, hiyo ni juu yako, lakini hiyo haimaanishi kuiga. sio kwamba una viatu, sio kwamba una saa sawa na mimi, si kwamba mnakula ninachokula, au kwamba mnakunywa ninachokunywa mimi. Hapana, wewe wewe, una njia yako mwenyewe ya kuwa, lakini lazima uwe na ufahamu wa ujumbe yaliyomo Roho, kwa sababu Roho ndiyo inatoa uhuru roho ndio inajenga. Kwa hivyo heri, asante kwa upendo wote ulionionyesha. Ninashukuru kwamba unanipenda jinsi unavyonipenda, kwa sababu nimehisi hivyo. Nini zaidi, watu waandishi wa habari wanauliza, kwa nini wanampenda sana? Ni swali wanalojiuliza mara kwa mara na kwa nini wanampenda sana watu hawa, wanatoa maisha yao kwa ajili yako. Nimehisi upendo wako, nimejisikia kupendwa, sijakuwepo lakini upendo wako, upendo wa kanisa wa mpendo wangu kwangu, ninahisi upendo mkubwa, upendo na msaada kwangu, na ninashukuru hilo, lakini msiniangalie. Ikiwa ungetumia siku mbili au tatu pamoja nami, ninaweza kukukatisha tamaa. Angalia ninakunywaje kahawa, au kwa nini ninakunywa hivi, au kwa nini hivi, kwa nini alivaa hivyo, kwa nini alisema hivi, mbona unacheka hivyo? Hutakiwi kuangalia hilo. Wewe ni kuitwa ili kuisikia roho ya kinywa chake, ndiyo mng'ao wa kuja kwake. Yale yatokayo katika kinywa chake na msingi utokao katika kinywa chake, ndivyo umeitiwa. Barikiwa, itakuwa hadi mkutano ujao, ambapo nitakuwa nawe tena. Nakupenda sana, nakupenda. Tuonane baadaye.